Fedha ni uti wa mgongo wa biashara. Ukiwa una run biashara ama kampuni, andaa akiba, jua bajeti yako epuka mambo ya emergency na kushtuliwa kwa ghafla. Kama unatamani kuanza biashara ama kampuni ama unaanza, umeanza biashara ama kampuni, then unahitaji assistance, unahitaji msaada zaidi, namna gani ya kuweza ku regulate kuendesha kampuni kuendesha biashara, kujua nini ufanye kuhusiana na pesa zako na everything, wasiliana na sisi, ama una ama una hofu kubwa, natamani kuanza biashara au kuendesha kuendesha kampuni, lakini sijui nini cha kufanya kuhusiana na namna gani ya ku manage pesa zangu, comment hapo chini neno usajili ama wasiliana mimi kupitia namba hii hapa, kwa sababu unaweza ukawa na mtaji au pesa kif, kiasi fulani ambayo unatamani kuanza nacho, lakini vitu havieleweki bado. Lazima upate mwongozo, ujue nini cha kufanya wewe ukiwa mjasiriamali. Wewe sio kama watu wengine, mjasiriamali ni mtu wa tofauti kabisa na watu wengine. Kuna watu wengine wanaweza kawa wanapambana, wana, wana kufanya appearance wanapambana kutengeneza vitu vyao, uh, appearance yao binafsi, appearance ya nyumbani ila mjasiriamali hiyo ni kitu cha pili kwake, sio kitu cha kwanza. Focus ya kwanza ya ya mjasiriamali ni kutengeneza huu mti unaozaa matunda. Sio kufocus na matunda, ni kufocus na mti kwanza, kuupalilia, kumwagilia, kuhakikisha unastawi, kuwekea mbolea, kuwekea ulinzi alafu then ukishaikuwa imara ndo unaweza kuokota haya matawi au matunda. So you have to make sure unahusiana sisi kwa ajili ya kuweza kupata msaada juu ya kusajili kampuni, pili kwa kuweza kupata msaada na namna gani ya kurani kampuni yako ama biashara yako.